Mkuu wa mkoa wa Arusha Magesa Mulongo amewaomba viongozi wa dini kuliombea taifa ili liepukane na wenye tamaa ya madaraka ili kulinusuru taifa kuingia kwenye machafuko bila sababu za msingi. Mulongo amesema hayo katika ibada maalum ya kusimikwa kitini kwa Askofu Stanley Hotai, kuwa askofu wa diocese ya Mlima Kilimanjaro kwenye kanisa la Christ Church jijini Arusha. Mwandishi wetu Halifa Mshana anaripoti. Akitoa salamu za serikali katika ibada hiyo, mkuu wa mkoa wa Arusha Mlongo yeye alielezea kusikitishwa kwake na tabia iliyobuka miongoni mwa Tanzania kwa kila mmoja kutaka uongozi au kwa kutaka uraisi na kuvunjavunja na kumkomesha rais aliyeko madarakani anaanza ndogondogo za kuwa basi tu yamalize kazi yake, akimaliza sasa mambo tu utaingia naye. Mkuu wa kanisa la Anglikana nchini askofu Dr. Valentina Mkiwa akihubiri kwenye ibada hiyo alitangaza kumsamaha kwa waumini watatu waliofungua kesi kumpinga Askofu Stanley Otai kusimikwa na kuwa askofu na kuwaasa kurejesha imani yao. Kwa kanisa katika zoezi hili lote na maumivu yote tutakayokuwa tumeyapata, iwe ya kutobolewa kwa sindano, iwe ya kuishi kwa hofu au kazi ya Mungu kudhalilishwa, kanisa leo limetamani limfananie Kristo. Watatu Loti Oilefu, Godfrey Mhone na Frank Jacob, hawa wamesamehewa na kanisa. na sio hao tu, na waliokuwa nyuma yao pia wamesamehewa na kanisa. Waliotoa fedha, waliowayumbisha akili, waliowatia roho hii wamesamehewa wote na Kristo. waliotazamia kwamba itafanyika hukumu ya kuwatenga Leo tunaitamka hukumu ya kuwajumuisha katika kazi ya Mungu. Kwa upande wake Stanley Hotai aliungana kauli ya Askofu Mkuu Dr. Mukiwa kwa kutangaza msamaha kwa wote waliompinga na kuwaomba waanze maisha mapya kwa kutumia akili zao kwa lengo la kutangaza utukufu na ufalme wa Mungu badala ya kulumbana kwa watumishi wa kiroho. po tafutia kiko, tafutia kikosi. Hakuna vyama ndani ya kanisa, kanisa ni moja tu, na hatuna mkubwa isipokuwa Yesu mwenyewe. Hakuna skali, kuna mwingine atamwaga damu yake kaokoa yoyote. Naomba msitafute hasara ya mioyo yenu. Wale wote waliowahi kuharibu wamesamehewa. Hii sio amri ya ya kwangu au baba askofu mkuu, ni amri ya Yesu. Kila aliyesamehewa alimwambia, neno la mwisho ni hili usitende Ibada hiyo ya kumsimika Askofota imefanyika baada mahaka ya mahakama kuu kanda ya Arusha kutupilia mbali pingamizi iliwekwa na waumini watatu wa kanisa. Nikiripoti kutoka Arusha. Mimi ni Harifa Mshana wa TBC.